Tumeamua tukuje tutembee hapa Lai Pepa, tuone ni yapi anatendeka. Tukasema ni vema tujionee wenyewe, tusiambiwe, sio tumekuja leo. Tumezuru kiwanda, tumezunguka, tumeona ile kazi inaendelea, na zile juhudi ambazo huyo mwekezaji ameweka katika kufufua hiki kiwanda. Najua kimechukuliwa kwa muda, kimekuwa kikifanya kazi tumeambiwa, lakini vile nimesema, leo tumekuja tujionee. Umetoka kwa wengine wetu, wamesema hapa, tusipoona moshi na tusikie ile harufu ya salfa hatuamini kwamba inafanya. So tukakuja tuthibitishe, kwamba tumeweza kukabiliana na hiyo moshi nyingi na pia hiyo harufu mbaya ambayo ilikuwa inatoka natoka hapa, sababu saabu mwekezaji ameleta teknolojia mpya ambayo inapambana na hiyo madhara ambayo napendeza jamii wenye walikuwa majirani na wenye wapita njia pia tumetembezwa. So kwanza tulitangulia kupewa brief kidogo, vile walivyo vile wana wameajiri watu wangapi kisha tukatembea tumesunguka kote pale, tuna receive hiyo makaratasi tunafanywa kazi mpaka mwisho inakuwa karatasi ambayo inauzwa kwa soko iweze e, kutumika na wale wengine ambao wanafanya biashara ambayo inahitaji makaratasi so, letu ni kudhibitisha kwamba yale tumeona ni kuwa kiwanda kinafanya kazi. Kwa wakati huu tumeambiwa kimeajiri wafanyikazi kazi mia nne na hamsini na nao wa ni wale wako na direct employment. So ki imagine, kama familia ngapi wanaguza wakiwa hapa wakifanya hiyo kazi na pia wale wako hapa katika hiyo 450 people ambao wanafanya kazi hapa, ni kwamba huo mwekezaji, kwa nafasi ya kwanza, sisi kama taifa na serikali mm -hmm. Tunataka tuwapongeze sababu wameweza kuunda nafasi ya kazi kwa wakenya na vijana, so wanatusaidia kwa, kwa kukabiliana na hilo changamoto ya ukosefu wa kazi katika taifa. So tumeambiwa pia ile mipango wako naye kuendelea kuwekeza na kupanua kiwanda kiweze kuajiri hata watu wengi zaidi na pia kwa kati tuko hapa, tunatembea tumeona, pale wana, wana, wana, wanatumia ile waste product ya miwa ile wanaita bagas, tunatumia kuchemsha maboira, kuchemsha maji na mengine. So ni kuonyesha kwa hiyo value chain ya miwa eh, kwamba pia ile waste. Kama kwa mfano, nataka niseme tu hapa, juzi nilitembea pale West Kenya nikaona mrudikano, mlima mkubwa karibu kama ule ninaona pale wa bagas, sababu haikuwa na pali ya kutumika. Tumeambiwa hapa itatumii, inatumika kuchemsha maji. Na pia asilimia hamsini ya zile makaratasi takuja kuundwa baadaye, baada ya kuleta hiyo mtambo mpya, asilimia hamsini itakuwa ikitumia hiyo bagasi. Kwa hivyo tunataka pia tutoe wito kwa wakulima wetu wa miwa waongeze kilimo cha miwa sababu tumeona ile manufaa tunapata kwa miwa. Siku hizi tunalipwa kwa wakati ufaao, siku hizi pia hata kama unalipwa pia, tunapewa pembejeo za kulima kuweza kulima miwa, tumepewa mbegu ambayo inakomaa kwa haraka. So, tunatoa wito kwa wakulima wetu, tulime miwa kwa tuongeze ukulima wetu wa miwa, ndio tuweze kusapoti kiwanda kama ichi na kiwanda kiweze kusapoti hao wafanyikazi ambao wanapata wana kazi. Na pia tukileta hapa pia, nataa tukumbuke kwamba anatumia ile makaratasi kuku ile waste paper. Kwa hivyo kuna watu wengi sana hasa katika sehemu za Nairobi na sehemu zingine za nchi ambao vijana wanakokota makaratasi wanarundika pahali moja, yananunuliwa, yanapakiwa, yanasafirishwa, yanaletwa huko. Na hizo bado ni nafasi za kazi ambao Wakenya wanapata kiwa Nairobi na kwingine, na hata huyo mwenye anasafirisha pia ako na kazi, wenye pakia pia wako na kazi, wenye wanazifunga kwa bills, pia wako na kazi. Kwa hivyo huu mwekezaji kweli amesaidiana na serikali kwa njia kuu kuweza kupeana nafasi kwa kazi kwa Wakenya wenzetu. Wakati 2016 wakati Raipaper alichukua hapa, wakati huo ndio serikali tena iliamua kwamba hatujatumia misitu yetu kwa njia endelevu. Kwa hivyo serikali kasimamisha kwanza ukataji wa miti, so lazima tu Rai angeongeza maarifa tu, sababu umechukua kiwanda, miti imefungwa, lazima <coughs> angetafuta njia badala ya kuweza kupata raw material wa kiwanda chake, na ndio sababu akaanza kununua waste paper. Ambazo zinakuja hizo waste paper, kwa kifupi ni kwamba zikisanywa Nairobi ama Kakamega, paali natengeneza Umabei ama, umabe, ama kwingine. Hata mimi nimeona hiyo biashara naweza enda kufanya kwetu. Unajua huyu hata niletea roli mko branded inaitwa Rai Paper. Pengine tatafuta ile roli yako inisaidie kusafirisha. So utafuta most ile wale watu wanafanya ni private eh, transport operators ama watu wa logistics. So zikibeba makaratasi zikikuja hapa unaona roli inaingia tu, lakini unajui imebeba makaratasi ama kitu kingine. So issue ya branding unaweza kosa kuona. Lakini kwa wakati huu serikali imefungua misitu tena. So kulingana vile tumeelezwa ni kwamba kama kiwanda kama mwekezaji anajiandaa alete kuja afufue ajar, ile pulping plant hapa kutumia, kutumia miti anze kutumia miti upya, na ndio tumeambiwa akianza kutumia miti sasa, ndio utaona truck roads za miti zinaingia, na pia tumeambiwa kama mambo ya sara, atakuletea mbegu ukuze miti kwa shamba lako, halafu unamuzia, unapata una pesa kwa mfuko, kwa mfuko hivyo eh, value to the local community kwa hiyo value chain ya makaratasi so the future looks very bright for us bungoma <laughs> <Kwa> <laughs> na taifa kwa ujumla seeing is believing um the way the rc came um he didn't know what was happening here he had doubt so he came to confirm the way he has confessed and um those ones who are claiming that pan paper is not working are those people who have never been here and we are encouraging them to come